Nataka kuongelea maneno ya hii chama ya ODM. Sauti. Nataka kuongea kuhusu chama ya ODM yenye ilikuwa ya mheshimiwa hayati Raila Amolo Odinga wa ingo. Wa ingo. Hii kiti imekuja na system. Tuko na Linda Wananchi, babo wina Sifuna. Tuko na Linda Comrade Okechisala, wakiwa na hiyo group ya kina moshi wa nahawa. Tuko na kina buru o Odinga, Linda ground. ODM ilikuwa moja, tulianza na NASA. NASA ilikuwa kwa ODM. Hiyo NASA ilikuwa umbrella yake ilikuwa ODM. Tukakuja Azimio la Umoja. Hiyo ilikuwa imeingizwa ani, hizi vyama hata hizi Jubilee zilikuwa ndani, hizi kina nak zilikuwa ndani, yaani wale viongozi wenye walikuwa kwa hizi vyama zingine walikuwa ndani, ikakuja ikaitwa Azimio la Umoja. Sasa this round Jumanya alikuwa anatengeneza ODM, inakuwa ODM. Ukisimama unafili uko kwa chama ya ODM, alikuwa hayati Raila Amolo Odinga Waingo Jagom. Leo hii Raila amelala chini ya mchanga, saa hii vyama zimekuja mpaka mutu mwenye amekuwa adapted

Okay, which means hata kama wanasemanga kwa ukweli, kama wanasemanga bab nani Sifuna anataka kuuza chama ya ODM, wakina Gladys wanga wenyewe walijionea ni nani anavuruga chama ya ODM. Oburu Odinga yeye ndiye aliachiwa chama ya ODM. But mimi swali yangu inakuanga ni atakia kiwa chama ya ODM atawezana na wale watu wenye ako nao karibu? Hiyo inasemekana Linda Ground. Linda Ground gani? Na saa ile makatel ndio wamejaa, kwa hiyo wamejaa, wamejaa, kwa hiyo Linda Ground, kuna huyu mwethiopians anaitwa nani, anaitwa huyu wa nini wa nini, huyu MP huyu nani? Muhammad. Muhammad sijui nani Junete. Junete Muhammad. Angalia huyo mutu ako na nini ya mahana yenye inaweza msaidia atengeneza chama ya ODM kama si kuvuruga chama ya ODM kuja mutu kama Gladys Wanga, Gladys Wanga ni hiyo group ya Linda Grounds. Nimeona mwenye anasema ati Oburu Odinga kama ata msapoti atatoka kwa chama ya ODM hera hata jiunge na DCP, kama watapatia wiki ni pambeto oparanyo ya nini? Wamejibishana wakiwa wawili na biketi biketi, anamtusia huku naye anatusiana huku Anga najua tu vizuri, ni mtu amesoma Kisumu Girls, akaenda Nairobi University, anajua vile ana handle mjinga na mwerevu, hiyo linda ground. Wamelinda ground aje, kama si maendeleo, kama si kitu yote wana wanamefanyia mwananchi. Wanasema wamelinda ground. Kwa hiyo ground Tuko na huyu mtu anajiita badi, tumeona badi badi, na mwingine anajiita nani? Pio. Opio andai badi badi, anakuja anasema ati Sifuna atoke kwa chama ya ODM kama secretary general wa chama ya ODM. Mimi nataka kuuliza Jody badi, kwani Sifuna ndio anafuruka chama ya ODM ama nyinyi wenyewe ndio mnafuruka chama ya ODM juu mmekuja na vyama tofauti tofauti? Wice mimi nilisamanga nikirudia hii chama ya ODM Raila Amolo Odinga alizikwa naye na watu wenyewe wanajua vizuri jua, alijua wenye amachia chama ni masangwenya, ni watu wawajali maisha ya mwananchi. Mtu kama ukechi salaki akiniambia yeye Ati, ati linda comrade comrade, comrade gani ako na ground gani ground okechi salani niambia ako na ground gani yenye itamsaidia aendeleze chama yake ndio ikue ati comrade linda ground raila amolo dinga akifomu chama ya ODM watu wenye wanasema maneno ya chama ya ODM wajui raila amolo dinga alipitia nini ndio akafomu chama ya ODM. Raila alikuwa anataka kulinda hii nini, kulinda hii nini Ford Kenya baadaye, wakiwa na nani, na huyu nani, na kijana wa Malwa kijana wa Malwa. Malwa kamwambia mimi ndio nitabaki na chama ya ODM ya nini ya Ford, Ford Kenya Raila kamua akafomu chama yake ODM, Orange Democratic, nini. Democratic. Raila amesukuma chama yake Raila amesukuma chama yake, chama imegrow, chama imejua ikiwa chama ni chama. Leo hii atipaka kipara, viparanga za kompyuta zinakuja kusema ati zinatengeneza chama, zinatengeneza ati ati nini, linda comrade, lafu mnakuja mkasema adopted. adopted. adopted, ndio huyo sasa anaenda kwa KCC kufomu chama hata junior, hata junior mtoto wa Raila Amolo Odinga mwenyewe hajafikiria kitu kama hiyo, which means hii linda wananchi hii linda wananchi ndio original ya ODM, hii akina Sifuna na akina Babu, hii ndio original, lakini hii yenye, lakin unaona imebaki ni ya masangwenya mikora, kwa sababu mimi Mburu Odinga saa ile Raila anahangaika utengeneza chama saa ile Raila Amolo Odinga anadhulumiwa na Moi. Oburu Odinga yeye ame relax saa ile Raila Amolo Odinga ameshikwa, amewekwa ndani, mama Ida Odinga ame, ako, kwa, kwa nini ame rent Oburu Odinga akomsaidia mpaka Raila Amolo Odinga ametoka akakuja kungang'ana kutetea wananchi. Oburu Odinga alikuwa amenyamaza. Oburu, Oburu Odinga kazi yake ilikuwa tu ni moja kazi ya Oburu Odinga ilikuwa ni moja, yenye watu wajui, na wenye wanajua, wanajua vizuri. Oburu Odinga aisha hapa Nairobi, akitaka kwenda Ushago achukue ndege. Na si hata alikuwa anaenda Ushago kufanya nini? Anaenda Ushago kunywa na wazee wake changa, kukunywa tu changa. Hiyo ndio kazi yenye Oburu Odinga alikuwa anafanya. Sasa ile brother yake anangangana na chama leo, hiyo Oburu Odinga amaachiwa chama, Baadaye achukua hao vijana, angeshika hao vijana wangapi wawili na waambia hii chama vile mzee alikuwa, alikuwa naamini nyinyi na wakina Ososi, wakina Hamisi. Lakini Oburu Odinga jo ameshikwa na hao wana au watu au masanganya wengine. Saa hii unapata Oburu Odinga anakontroliwa katu kama remote. Akienda mkutano saa hili hata wanaongea yeye ameanza kusinzia. Okay, na kuna story kuna ishu hapa inasemekana ati Oburu uh, Oburu Dinga alisema kwamba ati ti awataki, awataki kiti cha deputy president 2027. So swali, swali ni je, ODM we uh, kama Mkenya we kama uh, support wa ODM, we kama die hard wa ODM, unaweza sema aje kuhusu hiyo maneno ya Oburu Dinga, Oburu Dinga? Yeah. Burodinga anacheza na akili za watu wa ODM, na hiyo kucheza nao ni juu ya William Samuel Ruto. Juu unaona ukisikia hakuna chama, ndio kwa sababu nilisema hapo nyuma awali, Gladys Wanga alisema kama Burodinga atamsaliti asipate kiti ya yeah. deputy president atahama, ataenda NDC, aende DCP Juu anaona kama Oburo Dinga, hii deputy, anataka kupatia wiki ni anataka kupatia fambeto para unaona. So si ati Oburo Dinga alikata, hakuna alikata, si ati alikata, ni kiti yenye iko Oburo Dinga, mwenye anajua vizuri hii deputy president, anajua mtu mwenye anaenda kupatia, na Gladys Wanga alishasoma mape, alishasoma mapema, na sasa Oburo Dinga asikuje tena kudanganya wananchi ama kudanganya members wa ODM ati hii chama ya ODM haiwezi katoa ati debut kitu yenye iko nyinyi, mko na wangapi mko na wa, mko na kura ngapi yenye mtapatia William Samoei Ruto, kama watu wa Nyanza. Yeye asiseme ODM, aseme watu wa Nyanza, mko na kura ngapi zenye muna, zitaweza kuenda achukue deputy kutoka pale na angalie kule Western, ajue ni kura ngapi zitatoka pale Western, zenye zitapatia William Samoei Ruto. Na angalie ni kura ngapi zitatoka pale Mount Kenya zenye zitakuja kupatia William Samoei Ruto. Ndio deputy achukue. So deputy, mwenye unaona hizi vita zote zinaendelea kwa chama ya ODM, very soon hata Gladys Wanga atatoka. Ni hii maneno na deputy. Jiye mwenye alitaja vizuri hakuna deputy atatoka, lakini Oburu Odinga mwenyewe anajua vizuri deputy atatoka wapi. Wanaweza watachukua Wycliffe Oparanya, na sasa hata Wycliffe Oparanya naye akichukuliwa, Western, sisi wajinga sisi, hata tutapiga kura hata Wycliffe Oparanya amechukuliwa kama deputy, sisi tutapiga kura kulingana na hali vile iko hii nchi yetu ya Kenya. Wajaluo mukipigia Ruto kura, pigieni Ruto kura mukijua muko kwa broad-based government. So will nani, Oburo Odinga yeye anacheza na akili yenye mutu mwenye bado ako na akili fresh. Gladys Wanga amesha ajua. Mwapi penye Oburo Odinga amesimamia na uwezi ukajua. Raila before ujui ni nini aliongea na Oburo Odinga ndio huyu nani Gladys wangaanza kuongea maneno ya wiki lipambeto uparanya ujui eh? So si chama ati aita toka. So mimi nataka kusema hivi, watu wa comrade chama ya sala, aenda atengeneza hiyo chama, akuja asimame, akuje president Oburodinga, sisi tunakujua wewe hujaishi kwa hujaita hizo hujaifanywa chochote na Raila Amolo Odinga kama vile Raila Amolo Odinga ndiye yake alifanywa. So wewe tulikuwa tunakujua wewe ni mtu wa kunywa tu chana. So hakuna so, kitu kingine utakuja kuambia watu wa, wa chama ya Odinga. Ambia wale wenye wako kwa broad based government peke yake. Lakini members wengine wachana nao. Chama ya kina Babu Wino. Babu Wino. Sifuna, Kalebo Hamis. Nataka kuambia hivi. Kama ni linda wananchi, lindeni wananchi na mfanye mabadiliko yenye mnajua mutaweka wananchi pamoja na waongee lugha moja kama wananchi. Musikuje mtudanganye mwishowe, Ruta akuje apite na hii kitu, tupate tena mmoja wenyu ameponyoka ameingia kwa serikali. Hasandeni.